Katika kesi ya wizi wa kimabavu iliyoko katika mahakama ya Kangundo ametaka mahakama kuangazia hali yake ya kiafya na kumpa dhamana ya shilingi laki tano badala ya shilingi milioni tano. Duncan Wambua Kimeu kupitia wakili wake Edwin Maucho amesema anahitaji matibabu maalum, uangalizi wa karibu, pamoja na upatikanaji wa dawa kwa wakati. Is that okay? So for, for, for. Second, so, yeah. Kesi ya washukiwa wanne wa wizi ya kimabavu katika mahakama ya Kangundo imechukua mkondo mpya. Hii ni baada ya mshukiwa mkuu kudai kuwa anaumwa na amekuwa akisumbuliwa na maradhi ya kisukari, hivyo anahitaji matibabu ya haraka. Duncan tukutane na kwa mtandao. Kupitia wakili wake Edwin Maucho, mshtakiwa Duncan Wambua Kimeu ambaye ndiye mshtakiwa mkuu katika kesi hiyo alisema anahitaji matibabu maalum, uangalizi wa karibu, pamoja na upatikanaji wa dawa kwa wakati. Aidha, um, timely timely, ameiomba mahakama kuangazia upya masharti ya dhamana kwa kuzingatia hali yake ya kiafya na kupendekeza dhamana ya shilingi laki tano badala ya shilingi milioni tano ambayo anasema itakuwa ya haki na usawa Yonah.

Kesi hiyo ipo mbele ya hakimu mkuu Sami Opande na itatajwa tena tarehe 16 Desemba mwaka wa 2025 ila kwa ajili ya mapitio ya dhamana ya mshukiwa huyo, mahakama itatoa uamuzi wake tarehe 10 Novemba mwaka wa 2025. Veronica, David Undugu TV